Usitunze pesa kamwe. Ushauri huu ulitoka kwa babu yangu na ndio sababu ninausimulia leo. Katika kijiji kidogo cha wakulima aliishi mzee mmoja ambaye kila mtu alimuita mvivu. Mzee huyu hakufanya kazi kabisa. Siku zake zote alizitumia kukaa chini ya kivuli cha mti mkubwa juu ya kiti chake cha zamani kilichochaka, akitazama mbali. Alikuwa akizungumza sana kuhusu mipango ambayo hakuwahi kuanza. Siku moja nitafungua duka, alikuwa akisema Siku moja nitanunua ardhi na ng'ombe, nitapata pesa bila kuchoka. Lakini siku hiyo haikuwahi kufika. Watu wakawa wakimcheka na kumwangalia kwa huruma. Mke wake aliguna na kusema, mume wangu, ndoto haziwezi kutimia kwa kukaa tu, ndoto hutimia kwa kufanya kazi. Mzee alinyanyua mabega kidogo na kusema, siku moja nitapata njia. Miaka ikapita, maisha yakazidi kuwa magumu. Usiku mmoja, mjukuu wake akiwa peku na mwembamba, akauliza kwa sauti ya chini, Babu, kuna mkate. Bibi yake akafungua kabati. Lilikuwa tupu. Mzee akaangalia sakafuni. Koo lake likajaa. Ndoto haziwezi kuliwa. Mawazo hayawezi kujaza tumbo. Usiku huo hakulala. Asubuhi iliyofuata, akiwa na aibu moyoni, akaenda kufanya kazi mashambani kama kibarua wa siku. Kazi ilikuwa ngumu sana. Jua liliunguza ngozi yake. Mgongo wake ulianza kupinda siku hadi siku. Mikono yake ikawa na maumivu na vidonda. Jasho lilimtiririka machoni. Katikati ya shamba alinongona hii ni kama jela. Usiku alirudi nyumbani akiwa amechoka na kimya. Bibi akamletea maharagwe na chapati mbili tu, hakukuwa na zaidi. Mtoto akamkumbatia na kumuuliza leo wamekupa nini babu? Mzee akaangalia mshahara wake na kusema ni kidogo sana, lakini sio mbaya. Lakini pesa haikukaa. Ilichukuliwa na madeni, dawa zikaichukua Chakula kikaichukua. Sarafu chache tu ndizo zilibaki mezani. Wiki baada ya wiki, pesa alilipwa, lakini hazikukaa. Paa lao la nyumba bado lilivuja, na njaa ikaendelea. Siku moja alasiri, katika duka la kijiji, alisikia watu wakizungumza kwa sauti kubwa, siri ni kutunza, ukihifadhi pesa uko salama. Maneno hayo yakabaki kichwani mwake. Usiku huo, alitafuta chupa kubwa ya kio akaificha chini ya kitanda. Kila wiki, baada ya kununua tu kile kilichohitajika, alidondosha sarafu ndani ya chupa ile. Sauti ya sarafu ilimfanya atabasamu. Ilisikika kama tumaini. Siku moja mjukuu akakuta ile chupa. Hii ni nini, babu? Kesho yetu, mzee alijibu kwa fahari. Lakini kutunza pesa lilikuwa ni jambo gumu. Hakununua viatu vipya. Na hata vilipoharibika, alishindwa kuvishona. Chakula kilizidi kupungua. Walikuwa wakila kidogo mno, sahani hazikuwahi kujaa. Siku moja bibi uvumilivu ulimshinda, hakuweza tena kukaa kimya. Akasema, kuna faida gani ya kutunza pesa kama tunaendelea kuwa na njaa? Mzee hakunyanyua macho, ila akaongea kimoyomoyo, siku moja utaelewa. Miezi ikapita, ile chupa ya pesa ikajaa. Kwa mzee ilionekana kama usalama. Asubuhi moja wakaenda sokoni, akaweka pesa mezani na kusema, nataka magunia matatu ya mahindi. Muuzaji akahesabu kisha akatikisa kichwa, kisha akamwambia, bei zimepanda. Hii pesa inanunua gunia moja na nusu tu. Mzee akaganda kwa butwa. Pesa hupoteza thamani, muuzaji akasema kwa urahisi. Njiani wakirudi nyumbani, mzee ile chupa ya pesa alihisi nzito. Usiku huo mzee alimwaga pesa mezani, akazihesabu tena na tena. Zilikuwa nyingi, ndio lakini zilikuwa zimekwisha shuka thamani. Mtoto akauliza kwa sauti ya chini, sasa kutunza kuna faida gani babu? Mzee hakuwa na jibu. Siku zikawa nzito, akaanza kudhoofika, chakula hakikutosha. Wakati mwingine alihisi kana kwamba hakuna njia tena mbele. Asubuhi moja akiwa amekaa barazani, aliwaona majirani wakipita. Mmoja alibeba mayai, mwingine alibeba chupa za maziwa. Walitembea kwa utulivu, hawakuonekana kuwa na hofu ya maisha. Ndipo akakumbuka maneno ya mtoto aliyoyasema zamani, vipi kama tukinuua kuku. Safari hii alisikiliza. Alichukua pesa zote zilizobaki na kununua kuku wachache waliokuwa wembamba. Alipowaachia, mtoto alicheka na kuwakimbiza huku akisema, "Sasa tuna kiwanda cha mayai." Mwanzoni walipata yai moja au mawili kwa siku. Wakayala mengine na mengine wakayauza. Kwa pesa hiyo, wakamnunua kuku mwingine. Mzee aliandika kila kitu kwenye daftari dogo. Kila yai lilikuwa muhimu. Kwa muda mfupi, uwanja ukajaa kelele za kuku. Majirani wakaanza kuja kununua mayai. Kwa mara ya kwanza maishani mwake, alijihisi akifanya kazi nzuri na furaha ikaanza kumwijia moyoni. Siku moja alasiri, mzee akashika yai mkononi na kumwambia mtoto, hili yai lina thamani kuliko chupa ya pesa, linatulisha, linakuwa na halipotezi thamani. Mtoto akamkumbatia babu yake na kusema, ona, sasa wewe sio mvivu tena. Mzee akatabasamu huku machozi yakimtoka na kujibu, hapana mwanangu, hatimaye nimejifunza. Chupa ile ikabaki kusahaulika chini ya kitanda. Watu walipoongea kuhusu kutunza pesa, mzee aliwaonyesha kuku na kusema, kutunza pesa ni kama kushika maji mikononi, daima huteleza. Ifanye pesa ifanye kazi, hata kama unaanza kidogo. Na hivyo ndivyo mtu aliyewahi kuitwa mvivu alivyofundishwa ukweli mkubwa zaidi wa maisha yake. Hivyo basi mtazamaji wangu, usihifadhi pesa, ifanye ikue. Kama hadithi hii imekugusa, si kwa bahati mbaya. Inamaanisha kuna kitu ndani yako kiko tayari kukua, na uko tayari kubadili mwelekeo wa maisha. Watu wengi hutazama hadithi hizi za motisha na kujisikia kuhamasika, lakini hamasa bila mwelekeo haibadilishi chochote. Mtazamaji kama unahitaji kubadili na kuboresha maisha yako, upo mahali sahihi. Nimeanzisha Telegram Group. Humo kutakuwa na mafunzo ya kubadili mtazamo wa fikra, motisha za kila siku, nidhamu katika maisha, pia namna ya kwenda kwenye mafanikio na sio kuishia kwenye motisha wakati hakuna unachobadilisha kwenye maisha yako. Na kwa wale ambao watakuwa tayari kwenda mbali zaidi, mimi binafsi huwafundisha wanachama wa group hili jinsi ya kujipatia kipato mtandaoni kupitia mitandao ya kijamii. Kama vile Facebooku, Instagramu, TikTok pamoja na YouTube bila kuhitaji kuwa na maiki au kamera na wala huhitajiki kuwa na ujuzi mkubwa. Kama unataka motisha zenye matokeo halisi, linki ipo hapa chini kwenye maelezo ya video. Jiunge tu kama una nia ya kweli ya kukua. Kama hauna nia hiyo au kama unaamini swala la kubadilisha maisha yako ni jambo lisilowezekana, tafadhali usijiunge. Asante kwa kutazama video hii. Usisahau kusubscribe kwenye chaneli hii ili usipitwe na stori zenye motisha zinazofuata.